Uh, kwa majina naitwa Adrick Simon Ndelwa, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya na hudumia kanda ya nyanda za juu kusini. Uh, leo hii tuko kwenye uh, maadhimisho haya ya siku ya kupinga dawa za kulevya duniani na leo ikiwa ni siku ya, uh, ya, ya pili na kesho ikiwa ni kilele. Na leo tumetembelea kwenye banda la wadau wetu hapa ambazo ni taasisi mbalimbali binafsi ambazo zinajihusisha na utoaji wa elimu na kuzisaidia jamii e, kuhusiana na mapambano ya dawa za kulevya, na hawa wamekuwa ni msaada mkubwa sana katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kama tunavyofahamu kwamba dawa za kulevya ni na changamoto kubwa sana kwa, kwa afya za watumiaji lakini katika jamii zetu, kwa hiyo wameendelea kutusaidia kuifikia jamii kuipa elimu, lakini pia kuwaunganisha katika uh, vitengo vya msaada wa matibabu dhidi ya uraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba tatizo e, dawa, la dawa za kulevya lipo na, kama mamlaka ya kudhibiti a dawa za kulevya imeendelea kuongeza jitihada zaidi katika mapambano, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu katika maeneo tofauti tofauti kwa kushirikiana na wadau hawa e, kufikia katika maeneo ya shule, kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu lakini pia kuwafikia vijana walioko mtaani ambao hawako kwenye kwenye, kwenye mfumo rasmi wa ajira au mfumo rasmi wa shule, kuwapatia elimu kuwapatia elimu wa uraibu ambao wako katika vile vijue vya dawa za kulevya, ili kwa kuhakikisha kwamba wanapewa elimu iliyo sahihi, wajue madhara yake, lakini pia wajiunge wa, wa, wa, wa, wa, wa na tiba ambazo wasaidia wao kuweza kuondokana na uraibu wa dawa za kulevya. Kwa hiyo karibuni, tembeleni katika mabanda haya ili tuweze kupata elimu zaidi kuhusiana na changamoto za dawa za kulevya na msaada uh, juu namna namna gani ya kuweza kuondokana na changamoto ya dawa za kulevya. Naitwa Sura Nyembo, ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization, ni asasi ya kiraia ambayo, uh, inahusika na huduma za utoaji wa elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya uh, tunafikia makundi yote kuanzia watoto, vijana uh, Uh, ambao wako katika shule za sekondari lakini vijana eh, ambao wako mtaani ambao wanafanya shughuli mbalimbali za bodaboda, lakini tunawafikia watu katika ngazi uh, za juu za elimu kama vyuo, lakini pia tunawafikia uh, wazazi na watu wengine tofauti tofauti. Kikubwa uh, ni kuweza kuhakikisha jamii yetu kwa wale ambao wa hawajajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya wasiwezi kuweza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, hivyo tunafanya prevention na leo kama unavyoweza kusikia kauli mbiu uh, ya mwaka huu tuwekeze katika kinga lakini pia tumewekeza katika tiba a, tuna nyumba ya upatikanaji nafuu, ambayo ni Sober House inashughulika na huduma za utengamao kwa waraibu wote wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Saidia mraibu wa dawa za kulevya, usimwadhibu. Kwa jina naitwa Alkarim Banji, ni mkurugenzi mtendaji wa asasi ya kiraia inayotoa huduma kwa raibu wa dawa za kulevya. Vile vile tunaendesha nyumba ya upatikanaji nafuu waraibu hao kwa maana ya Soba house. Kama alivyoongea mwenzangu hapo nyuma, lengo kuu ni kuwasaidia waraibu kuepukana na, na utumiaji wa dawa za kulevya, lakini vile vile tunatoa elimu katika mashule, katika maskani na sehemu zingine, maskani za bodaboda na kadhalika, ili kikubwa ni kwamba hata wale ambao hawajaanza kutumia wasitumie, lakini wale ambao hawaelewi waelewe madhara ya dawa za kulevya. Aa, vile vile tunafanya afua za UKIMWI aa, afya ya akili, lakini vile vile tunawajengea uwezo wa elimu ya ujasiriamali katika nyumba zetu hizi za soba hauzi, na vilevile kuwajengea uwezo wa kiuchumi kwa kutafuta misaada midogo midogo, kuanzisha makundi ambayo yataweza kwenyewe kujiendeleza baada ya kuachana na uraibu wa dawa za kulezi. <coughs>